Historia ya mgawanyiko wa makanisa kutoka Kanisa Katoliki hadi maelfu ya madhehebu leo. Utangulizi. Je, Mungu mmoja anaweza kuwa na makanisa elfu? Kwa karne nyingi Kanisa Katoliki liliamini kuwa ndilo mwongozo wa kiroho pekee duniani, lakini leo kuna makanisa zaidi ya elfu thelathini na tano duniani. Je, jinsi gani mgawanyiko hii yalianza na kwa nini kila kundi linafundisha njia yake ya kipekee ya kumfuata Mungu? Chanzo cha kanisa Katoliki. Msingi wa yote huu ni kanisa Katoliki la Roma. Baada ya Konstantine mwenza kupokea Ukristo mwaka 313 kanisa la Roma lilikuwa kuwa mamlaka ya kisiasa na kiroho. Makanisa mengi ya baadaye, moja baada ya nyingine, yalianza kujitenga kutokana na tofauti za mafundisho kama ya madaraka na siasa za kifalme. Mgawanyiko wa kwanza, Martin Luther. Mnamo 1517 na na na Martin Luther, mchungaji wa Kijerumani, aliandika nakala 95 na akipinga kuuza msamaha wa dhambi na ukosefu wa uhalisia wa kiroho. Hii ilisababisha kuzaliwa kwa kanisa la Kilutheri, ambalo liliangazia Biblia pekee kama chanzo cha mafundisho. Hendi wa saba na kanisa la Anglikana. Hendi VIII aligawanya na kanisa Katoliki, si kwa sababu ya mafundisho bali kwa tamaa ya kifalme. Alitaka kuoa tena, lakini kanisa la Roma lilikataa. Kwa hivyo alianzisha kanisa la Anglikana. Wamuzi wa kifalme, si wa kiroho. Talvin na mageuzi zaidi. John Calvin, mchungaji wa Ufaransa Alitaka kurekebisha Luther kwa mafundisho ya mabadiliko zaidi, predestinatio na nidhamu kali. Kanisa la Reformed au Calvinist lilizaliwa, likitoa mkazo mkubwa juu ya kazi za Mungu na uongozi wa Mungu wa haki. John Wesley na Wamethodisti. Karne ya kumi na nane ilileta John Wesley na Harun Methodist. Walitaka ibada rahisi, yenye msisitizo wa moyo wa mtu binafsi, si serikali au madaraka ya papa. Walivuta wengi kwa wito wa huduma, msamaha wa dhambi na maisha ya kiroho yenye nidhamu. John Smith na Wabaptisti. Wabaptisti walipinga ubatizo wa watoto na kuangazia ubatizo wa watu wazima tu. John Smith na wafuasi wake walilenga uhuru wa kiroho na kujitenga na mamlaka ya kanisa. William Miller, Ellen White na Waadventista. Namo karne ya kumi na tisa William Miller alitabiri kurudi kwa Kristo. Ellen White alitambuliwa kama nabii na kuunda kanisa la Waadventista wa Sabato, wakisisitiza maadili na maandiko, wakitafuta utukufu wa siku ya Sabato. Charles Russell na Mashahidi wa Yehova. Karne ya kumi na tisa pia ilileta Charles Taze Russell, mwanzilishi wa Mashahidi wa Yehova. Alipanga maandiko na kufundisha upya tafsiri ya Biblia akisisitiza utabiri na utume wa Wakristo kweli. Joseph Smith na Wamormoni. Joseph Smith aliunda kanisa la Yesu Kristo la Wamormoni, akidai kupokea maandiko mapya na ujio wa Mungu mwingine. Wamormoni walijitenga na kanisa Katoliki na Waprotestanti, wakijenga jamii yenye utambulisho maalum na sheria zake. Makanisa ya kisasa leo. Makanisa ya born again Evangelicals na Pentecostal ya yameenea duniani. Wanasisitiza uzoefu wa kibinafsi na nguvu za Roho Mtakatifu, mara nyingi kwa ibada za kihisabati, televisheni na media ya digitali. Mgawanyiko huu unaonekana kuendelea bila kikomo. Hitimisho: kutoka shina moja, leo tuna matawi zaidi ya elfu thelathini na tano lakini swali kubwa linabaki, je, imani imegeuzwa biashara? Je, tofauti hizi zote zinatupa njia moja ya kweli kumfuata Mungu au ni matokeo ya tamaa, siasa na tafsiri tofauti? Historia ya mgawanyiko wa makanisa ni kumbusho kwamba dini kama nguvu za mwanadamu inaweza kuunda au kugawa jamii.